Kwa majina naitwa Dokta Lilian Remigius Mnabwiru, ni daktari bingwa maswala ya uzazi na magonjwa ya kina mama, nipo katika hospitali ya Taifa Muimbili. Afya ya uzazi ni neno pana sana, na tunasema linawahusu watu wote, mwanamke na mwanamme au vijana. Na hii afya ya uzazi ni mtu mwenyewe kujiangalia na kusema yeye yeah, anataka apange familia yake katika misingi ipi akijiangalia kama ni mwanafunzi kama ni mwajiliwa, kuweza kuyafikia yale malengo yake. Kwa hiyo afya ya uzazi ni neno pana lakini, ni mtu kujipangilia mpangilio wa maisha yake, anataka kuja kuwa na familia ya aina gani na wakati gani aanze kuwa na familia. Tunaposema familia ni baba mama na mtoto. Kwa hiyo je, ataanza lini kutengeneza hiyo familia? Sasa zipo njia mbalimbali na yapo maelekezi mbalimbali ya huyu mtu kuweza kufikia kufikia hayo malengo yake ya afya ya uzazi. Maana tunaposema afya ni huyu mtu akamiliki, akiwa mwenye siha bora na mwenye malengo ambayo ameyafikia kwayo katika njia mbalimbali mbali. Ziko njia nyingi tu za mtu kuweza kufikia hayo malengo. Kwanza ushauri na saa, kupata ushauri kwenye kituo cha afya na mtaalamu bobezi ambaye anaweza kamshauri, kamsikiliza na akamuuliza kwamba wewe malengo yako ni yapi. Unaona, kwanza lengo la uzazi na lengo la wewe kujikinga na maradhi mbalimbali, kwa mfano virusi vya UKIMWI, magonjwa ya zinaa na vitu kama hivyo. Kwao anapofika kwa, kwa mtu wa huduma za afya, anaweza kumwelezea vitu vingi ambavyo yeye sasa anakuwa na utayari wa kuchagua afanye nini ili kuweza kufikia malengo yake. Zipo njia mbalimbali mbali. Kwa mfano tukizungumzia kwenye masuala sasa ya mtu ambaye anatarajia kuanzisha familia, ni lini aanze na ni lini afanye, basi zipo njia mbalimbali za kiasili zipo, na pia zipo njia nyingine za kitabibu, yaani kitabibu tunasema medical. Kwa hiyo yote hayo anayakuta katika kituo cha afya na wahudumu ambao wamebobea katika fani hiyo ya mambo ya afya ya uzazi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.